Ushirikiano mzuri wa vijana wa UVCCM kwa ajili ya usafi wa mazingira. Tunaomba Watanzania wote kushiriki swala la mazingira, kuondoa magonjwa ya mlipuko kama vile magonjwa ya kipindupindu na mengineyo. Tumefurahi sana wanaigoma na ndani ya soko hili, tunapongeza vijana UVCCM wa UVCCM, waendelee kwa moyo huo na Watanzania wote waitikie mwito huu, Tuachane na changamoto zozote zilizopo tutengeneze afya bora na mazingira yanayoeleweka kitaifa. Naitwa Kashinde Henry Shambogo, katibu wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, wilaya ya Nyamagana. Sisi kama umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi tumeakisi kuhamasisha wananchi swala la usafi wa mazingira, hasa yanayofanya biashara, kwa sababu biashara wanayofanya ni chakula, pia ni afya. Maeneo yetu tunayofanyia biashara yasiwe na uchafu, yawe safi, kwa sababu tunaamini kwenye usafi ni afya. Ninyi ndiyo mtakaobeba ngao ya kuhakikisha kwamba chama hiki kinaendelea kuwa katika madaraka, na ili haya kati kati kati kati yafanyike, yanahitajika mambo makubwa manne. La kwanza, uzalendo wa kutukuka katika kati chama hiki lakini la pili, kukijua na kukitambua chama hiki kwa uwezo wake kwa ubora wake kwa sera zake kwa katiba yake na kwa ilani zake za uchaguzi. Niwaombe sana umoja wa vijana wa CCM, sifa za vijana ziko tatu: wingi wenu, uthubutu wenu na nguvu hicho ndicho kijana anajivunia wingi uhubutu na, na, na uwezo wa kuamua kufanya jambo. Niwaombe kabisa kwa heshima taadhima na unyenyekevu mkubwa muwe majasiri. Hatuna sababu yeyote ya kusimama tukanyong'onyea. Vijana wa Chama cha Mapinduzi hawafananishwi na vijana wa chama kingine chochote wala taasisi nyingine yeyote. Niwaombe kabisa kwamba kazi ya umoja vijana inahitaji ujasiri Kazi ya umoja wa vijana inahitaji uadilifu hapo mlipo. Chama hiki kinawategemea nyinyi, ndio walinzi wa mali za chama pamoja na viongozi. Kwa hiyo mkaitende kazi ya umoja wa vijana kwa uadilifu mkubwa, kwamba ili twende mbali, natakiwa tulinde tunu yetu tulioachiwa na wasisi wetu, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na mzee wetu Amani Abedi Karume. Pasipo na amani hapawezi kuwa na maendeleo pasipo na amani hapakwezi kuwa na uongozi. Pasipo na amani hatuwezi kufanya shughuli za kuzalisha. Kwa hiyo tunaungana na Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, kuwahakikishia umma wa Tanzania, umma wanaIgoma na, na umma wanaNyamagana, tuendelee kulinda tunu ya amani katika nchi yetu, ili kupitia amani hiyo mama lishe aweze kufanya kazi bodaboda boda, aweze kufanya kazi na watu wote waweze kujumuika katika kuzalisha kipato cha, cha kwao binafsi lakini kuleta maendeleo ya nchi yetu hapa Igoma. Ndugu mwenyekiti, tumepitia kadhia kubwa kipindi cha uchaguzi, lakini haya yote yalitokana na sisi wenyewe kupitia vijana wetu wa hapa Igoma. Watu wamedanganywa danganywa tu, watu wamedanganya danganywa katika nchi yetu, lakini leo mzee Timbulo umesema vizuri, uko tayari kualikwa ku, ku, ku kwenda kuandaa itikadi masomo ya utikadi uzalendo ndani ya nchi yetu. Nataka niwaambie hakuna chama mbadala wa kuongoza nchi hii, ni Chama cha Mapinduzi.